Helo helo, karibu sana, karibu katika siku nyingine tena. Aa, sasa miongoni mwa uh, website kongwe na website ambayo kwa muda sasa inatoa uchambuzi wa mechi mbalimbali ni hii ambayo inaitwa football prediction. Football prediction utaweza kuipata kwa kufanya hivi, utaandika football prediction. Ukishaandika football prediction, prediction utaiona hii hapa, hii ndio football prediction. Kwa hiyo utakliki hapo Uh, na kuweza kuiona sasa. Hii inatoa uchambuzi, haimaanishi kwamba iko right kwa asilimia mia moja, lakini kama utafuata jinsi gani anavyochambua, huenda ukawa ni mtu ambaye unapata mafanikio. Umeona, kwa hiyo hiyo ndio football prediction. Sasa nakuja kukuelekeza jinsi gani unaweza ukaitumia na kuweza kufanikiwa. Kwanza ukishuka huko chini, kama jinsi unavyoona mimi nashuka, minashuka huko chini, kuna mechi waga na Zekaga Uh, huyu football prediction hizo mechi utakuta na odds zake hapa. Kuna hizi mechi kaziweka hapa, mechi ni hizi hapa. Kuna mechi ya Inter, kuna mechi ya Deportivo Alaves NPS ni na Inter hapa. Kuna mechi ya Deportivo anacheza na Elche la mempa Deportivo, hii ya Inter make over 1.5 hii ya Cadiz la mempa Oviedo, na Oviedo ashinde, lakini pia mechi ipatikane goli mbili, umeona? Kwa hiyo unaweza kufuata tu uchambuzi wake ambapo ukaweka PSG over 1, uh, Deportivo ukampa ashinde Deportivo, lakini Cadiz na, na, Oviedo pamoja na Cadiz ukaweka over 1.5. Kwa hiyo utapata hizo odds mbili, hilo ni ya kwanza, unaweza kupata odds mbili, lakini kingine, ukishorudi kujuu utakutana na la huu uwanja, ambapo waweka mechi mbalimbali mbali. Sasa kama unahitaji kuandaa treni la siku kadhaa unaweza ukachukua eh, kuweka hizo treni, lakini hapa kuna mechi za la tarehe thelathini na moja hadi tarehe moja. Kwa hiyo tukiangalia mechi ya tarehe thelathini na moja kuna mechi ya Inter. Hii mechi ya Inter ameweka uh, ah, kwamba Inter anaweza akashinda, kashinda, ana asilimia kubwa ya kushinda uh, ah, na correct score yake ni moja kwa mbili sasa kama moja kwa mbili, unaweza ukaweka ashinde yote, kwa maana kwamba 12. Lakini pia unaweza ukaweka over 1.5 au over 2.5 uh, uh, asilimia kubwa unaweza ukaweka over 1.5 na kama alivyosema kule mwanzo. Lakini ukishuka nyingine pia, Los Angeles na klabu Amerika, utakuta nao jinsi alivyoweka, ameweka mbili mbili eh, kwa hiyo unaweza ukaweka ukaweka GG au na ukaangalia nani ana asilimia kubwa ya kufanikiwa, au na na ukaweka double chance hiyo, uh, hiyo uh, kushuka hizo odds mbili. Website mfano pale pesa, nitakuja nitapaste hapa. Cadiz ni huyu mm -hmm. Cadiz hii tunaweza tukaweka over 1.5. Over 1.5. Hii Cadiz amekaje? Over the twin au over 1.5, boss. Utaweka tu over 1.5. Kuna mechi ya Elche amempa Deportive mm, Deportive pamoja na Elche tunaenda kuweka hiyo. Unaona Elche hii hapa vituvyo na lch lhwiiya mempa elch wini mempa Elche wini, taka nishangaa hizo ta mechi zako mbili tayari odds mbili. Unaona tayari ni odds mbili ukijumlisha na mechi ya PSG. PSG na Inter hapa Internazionale mone kwa hiyo hivi ndivyo unavyoweza kupata nanilio zako hizo mechi. Kwa hiyo hapa tayari ushapata odds tatu hizo hizo. Kwa hiyo ukisema jinsi gani unaweza kupata zako mechi, unaweza uh, kutumia mbinu hii na kuweza kupata na imani naimani, uh, football prediction waganatwaga, uh, zenye asilimia kubwa lakini pia unaweza ukatumia mbinu ile ile ambayo tumekuwa tukitumia uh, siku zote kwa mfano Los Angeles uh, tukaingia kwenye Los Angeles, tukaenda ku copy uh, ku copy hapa Los Angeles, tuta copy Los Angeles yote, tuenda ku copy, tuenda kwenye live score ambayo tunaitumia live score tunaitumia ni hii hapa. Tutaenda ku search hapa kwenye live score, tutapaste, tuta search Los Angeles. Los Angeles ni hawa hapa. Ni hawa hapa Los Angeles, hawa tuta click hapa, Los Angeles, tutaangalia, tutaingia kwenye head to head. Unapokutana waga na twaga jiji e, matukio yao mechi yao wa, inakuaga pia ya ngumu. Sasa kwa sababu ngumu, unaweza ukaiacha hii ukaitafuta nyingine Yani lazima ujitaidi uh, kuchambua uh, angalau ujipe asilimia kubwa ya kufanikiwa na upate na eh, wanaita unaweza ukachukua mechi ya Mirandes. Mirandes naona kama kidogo nzuri, lakini pia unaweza ukaangalia kwa, ku, kwa kuzifahamu timu jinsi zilivyo, kushazifahamu timu jinsi zilivyo, basi moja kwa moja Uh, utaweza kufanikiwa kwa sababu timu unaifahamu na jinsi ulivyokuta utajipa, e, uhakika kwamba hichi kitu kinaweza kikatoka Mirandes. Sasa hii tutaenda kuangalia Mirandes katika jina Mirandes, tutaingia kwenye upande wa standings. Standings yuko nafasi ya, yuko nafasi ya nina wenye waga wana wanapambana kupata pointi, e, kwa maana kwamba huyu anapambana kidogo, angalau shike nafasi ya tatu ndio ashika nafasi ya mwisho na odisi zake odisi ndogo ni moja ishirini. Kwa hiyo hii unaweza kaomba goli mbili Mirandes, kaomba goli mbili au mechi yote sirei, itakuwa na odisi ngapi eh? Lakini uchambuzi wake utakuwa ni huo, lakini kwa sababu hii timu ina ipo chini na buza mkia, labda sirei kwamba itakuwa labda ishashuka daraja. Lakini kama ingekuwa ishashuka ingeka tu over 1. Okay, Mirandes lakini kitu kingine sijaangalia siaangalia head to head. Kwa sababu a nafasi ya juu ni tofauti na chini adiganpaaaanu head to head, mm, magoli. Magoli. ko vizuri au unaweza ukaweka kama unatumia na hapali pesa au stars na sta nazoka vatu hiyo. Vatu ina maana kwamba endapo mechi ikiisha kwa goli mbili, ikiisha kwa goli mbili, pesa yako itarudishwa. Ikiisha kwa goli hizo hizo mbili, pesa yako itarudishwa. Ikiisha kwa goli moja, utakuwa umekosa, lakini ikiisha kwa goli tatu, utakuwa umefanikiwa. Kwa hiyo matukio ambayo yako sahihi ni haya

E, na kama hii ameweka ya tenenga, kwa hiyo utakuwa unamfuatilia kila anavyoona, ili utakuwa unamfuata na yeah. Hapa hii ndio website ambayo ni kongwe, ipo inatwaga mikeka mbalimbali na mechi gani. Hapa naona kama Mirandes, lakini hii nina nina mashaka inaweza kutoa mistori, kwa hiyo na wako na asilimia Uh, hamsini kwa hamsini. Kwa hiyo unapoichukua hii tarajia, hayo yote yanaweza katokea sababu kama imbili mbili tafsiri yake ni mechi ngumu. Kwa hiyo mechi ngumu inaweza isipatikane isi, isi, isi hata magoli pia wote wakadhibiti uh, kwenye system za, za ushambuliaji makadhibiti hmm, PSG ka ndo hivyo, hakikisha tu unajumisha una, una na mawazo yako, lakini kitu kingine ambacho nilicho kisahau pia enye kamu akakumbe mechi na uhakika. Kwa mfano PSG, naweza nikaingia kwenye website nyingine, mfano sijajua kama vitibeti itakuwa ameweka neze mm, ka kwenye vitibeti fraula fraula vitibeti vitibeti vitibeti, siyo, naona hiyo fetiya chini achi aa hapa. Kwa hiyo utaangalia tu na huko nako amewekaje kama unatafuta na uh, una ndo kwanza unaanza, uh, kufanya utafiti ita kwa hii kwa, kwa itakuwa ni njia bora sana kwa kuita lesa thelathini moja mechi ya UEFA amesema mbili moja, moja, moja basi utapata jibu kwa kuweka uh, over 1.5 hapo, lakini utatafuta nyingine pia Amesema pale ilikuwa ni Italy Italy Italy, zi zinachezwa lini? Italy na tarehe moja. Kwa hiyo kwa siku husika utatafuta mechi husika, husika jinsi alivyoiweka Italy mbili tarehe moja, kwa wapi? Kuna sehemu nimepita hapa, hawa hapa ma mechi ilcha mwana niputuvila kulunya sawa Katrina Milandes hii ni sawa, niliweka over, niliweka over tu. Mbona sawa. Cadiz na Levedo hii nilimpa nilimpa Cadiz, lakini hana uhakika sana, hana uhakika sana. Sasa ukikutana jambo hili katika sehemu ya pili, unaweza kuona kama huyu anasema kwamba hii mechi haieleweki, anaweza kashinda tena, na Levedo la yeye ni kifupi, yeye kwa hiyo pale unaweza ukaweka kama kule aliweka mbili mbili bila hapa, uh, mbili kwa moja kule aliweka sifuri kwa mbili basi naweza tu kuweka 1.5. Hii pia njia hii waga naitumia naitumia, mfano mechi ya ambayo hakikisha hapa ni ya Mirandes. Hata Mirandes kuweka hii haimaanishi kwamba ina asilimia kubwa ya kutoa, inabidi aweke nyekundu hii, hizi za nyekundu, hizi za nyekundu, hizi hizi kwa maoni yake, kwa jinsi alivyochambua zina asilimia kubwa ya kufanikiwa. Haimaanishi kwamba ni kweli kwamba zitafanikiwa, ila zina asilimia kubwa, na hata wewe sasa hivi hapo ukiziangalia hizo mechi utaona kwamba kweli. Na akiweka rangi ya blue hapa, huyo nyumbani, hao nyumbani, na kaga rangi ya kijani, kijani kama hii, inaonyesha kwamba hizi mechi zina asilimia kubwa kutoa. Hata leo hapa kaziangalia michezo, kwa mfano hapa kuna michezo ya Gatasalai, umweka umone umone, Gatasalai umweka tatu kwa bila, ana asilimia kubwa ya kushinda, asilimia hivyo. Kwa hiyo hapo nitoka kukuelezea uh, website ambayo inaitwa football prediction. Hakikisha tu una subscribe katika channel hii kuendelea kupata update mbalimbali, jinsi gani unaweza kufanikiwa ama jinsi ya kuchambua mechi za kila siku ama jinsi ya kuchambua mechi mbalimbali ambazo unazihitaji. Subscribe, unaposubscribe usiache kugusa alama ya button. Kugusa alama ya button ina maana kila ndipo upload video, basi utakuwa ni mtu ambaye utapata video zetu kila siku. Asanteni sana.